Kwa majene kama wa Kisumu, one time one time, siku zote. Mr. Speaker, nataka niongelee hii mada. Nataka nianze, mama mmoja, mheshimiwa mmoja, aheshimu wanaume. Huyu mama aheshimu wanaume, si ati kazi yake ya kipande joa magari ni kutusi tu wanaume. Nadhani mliona hapa, huyu mama anaitwa Gladys Wanga. Huyu mama hilo Gladys Wanga, mkiona clip alisema aje aje aje, mnisapiga Najua ni mbaya lakini ningeomba tu niseme juu pia bila gelewagu Wanga alisema atafinya makende ya ligavi kachagua. Simuliona.

kazi yake yake hata kazi yako analiza bwana yako anakuliza na familia yako yote. So Wanga, kama wendelao watu wa ODM unalizwa hapo kwa ODM, huwezi dharau kwa chabu. mimi mimi ile ni uma maribu ODM bwana, hii ni uma. Ndio ndio ameharibu ODM, ndio ameharibu ODM ni Gladys Wanga, anauza tiketi ya ODM ni Gladys Wanga, ana dharau wadu sana. So, huyu Gladys Wanga.

Sifuna ako hapo. Gavana ya Mombasa ako hapo. Anashika microphone mbele ya wanaume. Hadi nitafanya makende ya gacha. Huyu wanga kweli, wanga anatumia akili kweli. wanaume wako wanaume wako leo jioni.